Hello, dear, habari za wakati huu, karibu kwenye ukurasa wangu kama uja subscribe, tafadhali subscribe na leo tupo na bambi. Bambi, logo yake ina maandishi meupe lakini pia background yake ni light blue. Kama kawaida, utaweka email yako kwa ajili ya kutengeneza profile, utaweka email utatengeneza majina yako unayotaka kutumia ndani ya bambi. Kama ninavyosema kila siku si lazima kuweka majina yako yale ya kwenye viet. Nope. Weka jina lako lolote unalolitaka. Baada ya hapo utaseti tarehe yako ya kuzaliwa mwezi wa kuzaliwa na mwaka wako wa kuzaliwa na baada ya hapo utakonfirm kama miaka hiyo ni sahihi. Baada ya kuconfirm utaweza kusema you are a woman. Kama wewe ni mwanamke utasema ni mwanamke, unatafuta mwanaume. Kama wewe ni mwanaume utasema you are a male, you are looking for a woman. Baada ya hapo your goals, ni kupata mtu wa kugeti married na yeye ama kutafuta relationship. Kwa hiyo utachagua kulingana na matakwa yako na baadaye ya, utabonyeza hapo kwenye build my profile. Baada ya hapo utaweza kuweka mahobisi yako your interests zote hizo utaziweka, utajaza kila kitu usiache hata kidogo. Baada ya hapo, utakuja kwenye upande wa ku introduce yourself, add more about you. Ni kama bio, unajielezea wewe ni nani, una, una vitu gani unapendelea, lakini pia hupo kwenye dating sites kwa ajili gani. Na hakikisha katika upande huu una unajiongelea una wewe na unaongelea unachokitafuta. Stop kuweka vitu ambavyo viko nje sana kwa mfano, kuna watu wanaweka mimi nina mtoto ninampenda mtoto wangu, nina familia napenda familia yangu, nina dini yangu napenda dini yangu. Hapa sio mahali pake, this is the place for introducing yourself and what you are looking for. Baada ya hapo ni sehemu ya kuweka picha. Weka picha ambazo ni picha zinazoeleweka. Na baada ya hapo itakuja kitu cha design, hiyo utabonyeza mkasi, kwa hiyo wazungu wataanza kuonekana. Na kabla hujasonga mbele, naenda profile yako hapa chini, kuna neno limeandikwa profile. Utabonyeza hapo kwenye profile ili uweze kukagua profaili yako, je, imetimia? ukiangalia hapa profaili yangu bado haijajaa, na inatakiwa hiki kiduara kiweze kutimia. Kwa hiyo nitabonyeza hapo kwenye sehemu ya kipenseli ili niweze kuediti profaili yangu iweze kuwa na nyama, profaili yangu iweze kushiba. Hapa kwenye picha zinahitajika picha nane, na kweli natakiwa niweke picha nane. Na katika picha nane nitazoziweka, niweke picha nane zenye matukio tofauti tofauti, niweke picha ambayo nimesmile, niweke picha ambayo ni recentry, niweke picha ambayo inaendana na my interests yangu ambayo niliweka kule. Niliweka nilweka, ninapenda kuogelea, niliweka ninapenda kupanda milima, niliweka ninapenda kutembelea restaurant. Kama nina picha ambazo inaonekana niliwahi kupanda milima ama nipo katika harakati hizo, nitaziweka hizo picha. Kama niliwahi kwenda sijui kwenye waterfall, nitaweka kama nina picha nikionyesha nipo kwenye restaurant, nitaweka hivyo na kwenye bayo na yenyewe hakikisha je maandishi uliyoyaandika ni sawa rudia kuhakikisha kama kuna sehemu ya kupunguza punguza kama kuna sehemu ya kuongeza ongeza majina yako je yako sawa sawa Unafanya kazi ndio, kazi gani? Wapi utaweka, sio dhambi. Je, umesoma? Ndio. Je, chuo gani uliatendi? Utaweka, sio dhambi. Hautaweka kila kitu, hakikisha kiko kwenye perfect, kipo katika mlolongo sahihi. Hakikisha hauwachi sehemu wazi, my dear friend, make sure kila kasehemu unakagusa. Hii inasaidia sana kuweza kupata wanaume katika upande wa kusech kwa sababu unapokuwa kwenye upande wa kutafuta, kule tukishakuwa tumefika sehemu ya kuwaona wanaume, wanakuwa wanakuconnect kulingana na profile yako jinsi ilivyo. Tukianzia kwenye hobbies zako ulizoziweka kule, ndizo unakutana na wanaume wenye hobbies kama zako, sijui wenye interests kama zako. Baada ya hapo, tunarudi tena hapo ukishamaliza maliza kuitengeneza ikakamilika kuna hapo sehemu ya tiki inaitwa verification account. Hakikisha una verify account na hii pia ina umuhimu sana kwenye dating sites. Hii inakusaidia kujua kwamba wewe sio skama. Kwa utabonyeza pale pale, itakuleta hapa kwenye press verification, utabonyeza hapo, itataka utake selfie, alafu yenyewe itaweza kuonesha account yako iko verified. Utapata tiki ambayo ina blue iliyokoza, kwa account yako itakuwa iko verified na itakuwa inakuwa na upendeleo wa kuoneshwa kwa wanaume wengi na pia akaunti yako ya Bumby ikiwa iko verified, hapa kuna kitu kinaitwa map chini hapo. Utaweza ukigusa map, map inakuonyesha wanaume wa all over the world. Nao wanaume huweza kuinteract nao, lazima akaunti yako iwe verified. Achana ku upgrade, wewe usi upgrade, wewe cha msingi na cha sekondari utadili na hapo, ndo sehemu yako Utadili na hapo kwenye people, utadili na hapo kwenye map, utadili na hapo kwenye profile. Achana na kuangalia watu walio kulike, maidia wewe ujalipia, kwa hiyo usihangaike na watu walio kulike. Kuona watu sasa, wabambi, unabonyeza kwenye people. Ukishabonyeza kwenye people, unaenda kuseti au ah, wanaume unaowatafuta, unataka wanaume wa aina gani? Unabonyeza hapo kwenye mishale mkono wa kulia, hiyo mishale mitatu unabonyeza, ukishabonyeza kwenye hiyo mishale mitatu itakuletea vitu vitatu. Kitu cha kwanza itakuuliza upo kwenye interested na watu gani? Nipo interested na wanaume. Je, wawe na miaka kuanzia mingapi mpaka mingapi? Utaseti nataka kuanzia miaka thelathini na ngapi mpaka hamsini. Ukishamaliza, je, watokee upande gani? Watokee nchi gani? Kwenye location hapa kuna kitu kinaitwa worldwide. Hapa worldwide means utaweza kuona wanaume wa dunia nzima ambao wako ndani ya Bumby. Lakini unaweza ukasema hapana mimi sitaki wanaume wa, wa, wa dunia nzima. Mimi ni me target. Nina target ya sehemu zangu. Umeona? Kwa hiyo utabonyeza pale kwenye upande wa worldwide ili uweze kuchagua sehemu ambazo umetarget. Mfano, umetarget United States utaweka tiki. Umetageti Europe utaweka tiki, umeweka si Saudi America utaweka tiki. Hizi ambazo ustaki, sijui ya Afrika, sijui ya Asia, si wapi wapi huko kote, usiweke tiki. Uweka tiki ambako unaona unapendelea, ndo sehemu ya ndoto zako, ndo weka tiki. Umeona? Unaona, mimi niliweka tiki katika vitu ambavyo niko interested navyo. Kwa maana hiyo hizi nchi unazoziwekea tiki ama haya mabara unayoyawekea tiki, ndio wanaume wa kutoka mabara haya watakuwa wanaonekana kwenye kio cha simu yako. Kwa hiyo hapa hautaweza kukutana na jirani yako, utaweza kukutana na bosi wako, utakutana na watu wa mbali kabisa kabisa kabisa kabisa. Bado inakuhitaji verify account. Kama utakuja verify, unaweza uka verify hata kupitia hapa, na baada ya hapo utashuka chini hapo uta apply. Tayari tunaona wanaume kulingana na nchi tulizoseti. Hii ni Marekani, wanatokea Marekani umeona, unaangalia na miaka mingapi, unaangalia na tafuta nini. Anafind relationship, unasema yes, nami nafind relationship. Unaweza ukaendelea kusoma vitu anapendelea hivyo. Sasa bambi ina vitu viwili ambavyo ndio utakuwa unadili navyo. Akakamshale kamkasi minzi haujampenda haka ka mkono ka hai minzi umempenda, aka ka katikati ni kama unatuma i like. Wewe aujafanya malipo hauwezi kutuma like, kwa hiyo unachotakiwa kukifanya kama umeipenda profaili ya huyo mtu utabonyeza hapa ka mkono ka hai ama ka wave, ama ka mkono wako wa kulia, kama profaili umeipenda. Imekuja nyingine kama hivyo unaisoma, anatafuta nini, anatafuta mahusiano. Seksho yake ni Heterosexual. Heterosexual hao ndo wanaume sahihi, yani hao ndo ma-straight. Kwa hiyo hata kama unatafuta hata wewe wakati unatengeneza profile, nafikiri kuna hicho kitu sijakiona, wakati unachagua utachagua heterosexual, kwa hiyo utachagua hapo, na katika kuchagua hapo utakuwa unaangalia hao wanaume wa hiyo. Achana na na bisexual, achana na vitu vyovyote vile, wedili na heterosexual, na pia hapa kazi yako ni moja tu kuswipe right kama profile umeipenda unabonyeza akakahai mkono huo, yaani kwa hiyo utakuwa unabonyeza mkono mkono mkono mkono mkono. Hakikisha kwa siku unabonyeza mkono mkono mkono hata mara mia ha. Ukisha maliza kubonyeza mkono mkono mkono, je, na chati vipi? Wale wote uliowatumia mkono mkono mkono, kuna waliolipia wataweza kuview hizo interesting zako watasoma profile yako, na wenyewe watakureply kwa kwa, kwa, kwa kutumia ako kamkono. Ukisha kutumia ako kamkono unapata match. Hiyo match itasimama wapi? Itasimama pale kwenye chat. Kwa hiyo we ukiamka, labda umefanya usiku, umetuma hizo umeswipe right mara nyingi, ukiamka asubuhi unakuta kuna match za kutosha, kwa maana kwamba na wenyewe kule wamekujibu moja kwa moja unaweza kuwatumia meseji. Kwa hiyo dears, ni rahisi kutumia bambi, si mpaka ulipie. Muhimu ni juhudi zako za kubonyeza right, kubonyeza yako kamshale ka mkono. Bonyeza unavyoweza, bonyeza, bonyeza, bonyeza ili na wao waweze kukutumia hivyo vi mkono. Wakikutumia hivyo vi mkono, bam inakuja hapo kwenye chati, unakuwa tayari, unaweza kuchati nao. Basi dears, tumefika mwisho. Siku nyingine tena.